<laughs> Sasa jamani leo tunaenda kujifunza jinsi ya kutranslate lugha. Kama kawaida tulijifunza kipindi kile kwa njia ya simu, sasa hivi tunaenda kujifunza kwa njia ya kompyuta. Ili una kompyuta yako freshi, una translate lugha vizuri, unajifunza lugha nyingi nyingi. Haya, bila <laughs> kupoteza muda twende tukaangalie. Haya. Nani, um, kompyuta yako ni hii hapa, kama unavyoiona kompyuta yako hii hapa. Then unakuja hapa umeona, kisha kuja hapo kwenye Google umeona, unaweza ka ukaandika hapa translate umeona, translate sawa. Kompyuta yako ndo hiyo, kwa makini vizuri hapa, ili eneo hili unaandika nini? Translate. Kwa hiyo unaweza ukaandika hapa kwa kibodi yako hiyo hapo, umeona unaandika umeona, au umeona, utuitu Google huyo hapo then ukiandika okay, hapo imekuletea eneo hili na hili hapa sawa. Kwa hii hapa ni eneo la hili ah, hapa hili hili hapa, angalia vizuri hili ni eneo au kasa yako hili hapa, hili ni eneo la nini, eneo la Kiingereza na ili eneo ni la lugha yoyote ambayo unataka hata hapa, pia unaweza ukaweka lugha yoyote unayotaka. Umeona kwa kubonyeza hapa, umeona kwa kubonyeza hapa, lugha zote ziko ziko hapa chini. Kwa lugha yoyote ile ambayo unaitaka una, unabonyeza hapo, then unaitafuta lugha yoyote ambayo unaitaka unaendelea nayo. Umeona, then kama unataka labda huku kwa utransleti kutoka kwenye lugha hii hii huku hii umeona, kuja kwenye lugha hii hapa hii umeona. Kopia unabonyeza kwenye hiki kipengele hapa sawa, hapa kisha bonyeza hapo, unakutana na lugha zako nyingi, nyingi, nyingi za kutosha. Kama hivyo umeona, lugha nyingi za kutosha, lugha nyingi za kutosha umeona, kwa una translate lugha unayoipenda wewe kwenda kwenye lugha nyingine kwa kutumia hii formula. Kwa jifunze jinsi gani ya kutambua lugha mbalimbali kwa kutumia simu na kompyuta. Tulijifunza kwa njia ya simu, kwa hiyo tunajifunza kwa njia ya kompyuta, haina ugumu hii ni exchange. Kwa hiyo unaweza ukachenji lugha hii hapa au hii hapa, hii ije huku na hii hapa pia hii, hii hapa hii, hiyo hapa hiyo, hiyo. Umeona, ije huku. Umeona kwa kubonyeza hivi vidoti vya nini vya katikati hapa kwa nakuja na bonyeza tu hapa hapa, umeona? Kwa tayari huku imekuja lugha ile ambayo ilikuwa huku na iliyokuwa huku imekuja huku. Kwa hiyo hiki ni kile cha kushift lugha cha ku lugha nyingine kuweka huku na nyingine kuhamisha kuhamisha lugha yako kwa hapa. Labda tunaenda kuangalia mfano, labda let's say mimi nataka na kushift, nataka labda niangalie neno neno labda hapa Umeona? Nataka labda niandike neno hapa neno ambayo hii havask ni Kikorasia. Kwa hiyo ndika labda maji ambayo ni voda, si sindio? uh, voda sawa, voda. Kwa kumbe, huku ni water. Water. Umeona? kwa hiyo, kwa hiyo kukuta, kwa kumbe huku ni Umeona? kwa hiyo water. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba hapa voda ni nini? ni nini ni water ambayo unaweza ukatranslate. Umeona? unasikia na sauti yake kabisa. Ko pia hata sauti unaweza ukaisikia. Umeona? unaweza ukaisikia kwamba hii e, kwa kutumia hii spika, unatumia spika hapa, una translate. Wale. Umeona? ni nini, sikia tena Wale. Ehe. Ko ndo jinsi gani ya kutambua lugha Umeona? Ko pia unaweza ukananii huku Umeona? hii pia speaker hii hapa Voda nini, voda. Jamani, asanteni sana, kwa hiyo tuwe makini katika hilo, tujifunze, kwa sababu huwezi jua ajira yako itakuwa wapi. Pengine utakuwa ni wewe sehemu za utalii wa watu kukaribisha watu, au wewe umeenda sehemu, kwa utatambua lugha mbalimbali kwa kutumia hii, kwa kutumia huu mfumo. Tutakuwa pamoja kipindi kijacho na tamani, usisahau kusubscribe, kucomment na kulaiki ili usipitwe na vipindi vijavyo. Nasema asante sana, asante sana, asante sana, asante.